Nasema, tukifungua tu basi watoto wetu wataanza kujifunza kompyuta. Kutana na Mheshimiwa diwani wa kata ya Ghana ni jijini Mbeya, na lake jina Mheshimiwa Daniel Yesaya Mwaibindi aliahidi katika kipindi cha uongozi wake kwamba ataifanikisha shule hii ya msingi Ghana kuwa na kompyuta na darasa pia la kompyuta. Yeye waweza kumwita Danieli Yesaya Mwaibindi. Ahadi umepata hapa, ameshatekeleza ahadi yake, na ikumbukwe hii ni shule bora ama ya kwanza katika jiji la Mbeya ya msingi kuwa na kompyuta na darasa la kujifunzia kompyuta. Mheshimiwa Danieli Mwaibindi amekutana na wazazi wa baadhi ya wanafunzi wanaosoma katika shule hii ya Ghana hapa jijini Mbeya, na anasema yafuatayo. Lengo la kuweka kompyuta ni kwamba watoto wetu wanapofika hata chuo, wao wana uelewa wa masomo wa kompyuta. Lakini mimi nikiwa ndio diwani, nataka nitoe ujumbe kwa vitendo serikalini, kwamba kama mbata tumeweza, maana yake Mbeya jiji wataweza, shule zetu zote za msingi kuanza kufundisha watoto wetu kompyuta, ili tunapofika, wanapofika chuo wasianze kusoma ICT kwa sababu ulimwengu huu sasa hivi ni wa teknolojia. Hao watoto wenu, wazazi wengine ni mashahidi, watoto watakuwa wanawaambia. Wapo ambao baadhi wameishafundishwa hizi hizi zilizopo, na ndio ambao wanapanga hata matokeo hao wanaingiza kwenye kompyuta. Wazazi ambao watoto wenu wanafanya hivyo mpo, naomba mgenyosha vidole ili wengine wajue mpo, mmewaona eh? Kwa hiyo tunahitaji kufanya kitu hicho. Lakini lengo ni nini? Kwamba hii kitu isiishie Mbata tu, iwe Mbeya jiji na baadaye iwe ni Tanzania nzima. Lakini imeanzia wapi? Imeanzia kwenye shule yetu ya msingi Mbata. Juzi alivyokuja Waziri Mchengelwa, bahati nzuri aliyekuwa ndio afisa elimu mkoa yupo TAMISEMI, nikamwambia nitakapomaliza nitakualika uje ili muone kwa vitendo mkija huko mwahamasishe. Kwa hiyo darasa hilo hapo baada ya mwalimu mkuu ilipokuwa ofisi ya walimu ndilo darasa la kompyuta limetengenezwa kwa kisasa zaidi. Tukimaliza kikao hapa tutaenda msibitishe, muone kwa sababu viti vipo ishirini na tano na nilikuwa nakusudia kwamba kompyuta zio ishirini na tano alafu, baadaye tutaongeza kwa idadi ya darasa ambayo tulikubaliana ni hamsini, arobaini, arobaini kwa darasa. Kwa hiyo watoto wetu kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba waliopo sasa hivi wataanza kujifunza kompyuta na mwalimu wa kompyuta yupo hapa, lakini na walimu wengine wanajua. Watakapoanza, nilishaongea na watu ambao watakuja kutoa mafunzo kwa walimu wetu wote. Wakinikubalia maana ndio wale niliwaambia watatupa kompyuta lakini mradi ulikuwa ushafungwa, kwa sababu hawakutupa uchakavu wa shule zetu. Wameeleza kwenye taarifa yao, tumepambania madarasa yametengenezwa, kama ufahamvyo, nyakati za sasa ni nyakati za teknolojia. langu jina ni Godoni Kalulunga Mwaipungu na hii ni Nyikani TV. Karibu